Karibu kwa mara nyingine hapa official Koo TV. Leo tunazidi kuendelea kukuletea makala ambazo zimegongwa vichwa vya habari duniani. Mimi naitwa Geoffrey Kagimbo. Hii ni official Koo TV. Leo tunakuletea chanzo cha uhasama kati ya Israel na Palestina miaka 50 baada ya vita vya Yom Kippur vilivyoanza kwa shambulio la ghafla nchi dhidi ya Israeli na Misri na Syria. Wanamgambo wa Kipalestina wametekeleza mashambulizi mengine makubwa, hii pia halikutarajiwa kufanyika katika sherehe nyingine za Kiyahudi. Mvutano ulikuwa umeongezeka hivi karibuni katika ukanda wa Gaza, lakini hekima iliyozoeleka ni kwamba si Hamas, kundi la Kiislamu linalotawala huko, wala wa Israeli na badala yake Hamas imekuwa ikipanga oparesheni kali dhidi ya taifa hilo la Kiyahudi. Ijapokuwa taifa la Israeli halipo katika bara la Ulaya, limeshiriki katika michezo ya Ulaya kwa zaidi ya miaka 45, lakini kumekuwa na wito wa kutohudhuria hafla hiyo kutoka kwa wakosoaji wa Israel kutokana na sera yake dhidi ya Palestina huko eneo la Gaza. Mgogoro kati ya Israel na Palestina umekuwepo kwa miongo kadhaa sasa, na swali la umiliki wa ardhi ndiyo limekuwa swala nyeti. Ni mzozo ulikuwepo kwa takriban miaka mia moja sasa. Uingereza ilichukua na kudhibiti eneo linalojulikana kama Palestine baada ya mtawala wa eneo hilo la mashariki ya kati mfalme Ottoman kushindwa katika vita vya dunia vya kwanza. Ardhi hiyo ilikuwa ikimilikiwa na Wayahudi walio wachache na Waarabu walio wengi. Uhasama baina ya makundi hayo mawili ulianza wakati jamii ya kimataifa ilipoipatia Uingereza jukumu la kuwapatia makaazi Wayahudi katika eneo la Wapalestina. Kwa upande wa, wa Wayahudi, eneo hilo lilikuwa la mababu zao, lakini Waarabu wa Palestina pia nao walidai kumiliki ardhi hiyo na hivyo basi wakapinga mpango huo. Mpiganaji wa Israel kwa jina la Hangnam kabla ya kuanza kwa vita vya uhuru wa Israel mwaka 1948. Kati ya mwaka F 1920 na miaka 40, idadi ya Wayahudi waliowasili katika eneo hilo liliongezeka huku wengi wakitoroka kuuawa barani Ulaya na kutafuta eneo la kuishi baada ya mauaji ya Holocaust ya vita vya vya dunia vya pili. Ghasia kati ya Wayahudi na Waarabu na dhidi ya utawala wa Uingereza ziliongezeka mwaka 1947. Umoja wa Mataifa ulipiga kula kwa Wapalestina kugawanywa kati ya mataifa ya Wayahudi na Wapalestina, huku mji wa Yerusalemu ukiwa mji wa kimataifa. Mpango huo ulikubaliwa na Wayahudi lakini ukakataliwa na Waarabu na haukutekelezwa. Wanajeshi wa Kiarabu wakishambulia wapiganaji wa Kiyahudi wa Hangnam, mwaka 1948 mwaka 1984. Baada ya kushindwa kutatua mzozo huo, watawala wa Uingereza waliondoka na viongozi wa Kiyahudi wakatangaza kuanzishwa kwa taifa la Israel. Wapalestina wengi walipinga na vita ikaanza. Wanajeshi kutoka mataifa jirani ya Kiarabu walivamia mamia ya maelfu ya raia wa Kipalestina walitoloka ama kulazimishwa kutoka katika makazi yao kwa kile walichokiita Al Nakba au janga. Wakati vita vilipoisha mwaka uliofuata, Israeli ilikuwa ikidhibiti eneo kubwa. Jordan iliteka ardhi iliyojulikana baadaye kama West Bank, huku Misri ikilinyakuwa eneo la Gaza. Jerusalem iligawanywa kati ya wanajeshi wa Israel waliopo magharibi na wanajeshi wa Jordan waliopo mashariki. Kwa kuwa hakukuwepo mkataba wa amani, kila upande ulilaumu mwingine. Ulikuwa na vita zaidi ya miongo kadhaa. Katika vita nyingine mwaka 1967, Israeli ililiteka eneo la mashariki mwa Jerusalem na lile la West Bank pamoja na eneo kubwa la milima ya Golan iliyopo Syria Gaza na rasi ya Sinai iliyopo Misri. Wakimbizi wengi wa Palestina wanaishi katika eneo la Gaza na West Bank pamoja na mataifa ya jirani ya Jordan, Syria na Lebanon. Wao na wajukuu wao hawakuruhusiwa na Israel kurudi katika makazi yao. Israel inasema kuwa hatua hiyo itazidi nchi hiyo na kutishia uwepo wake kama taifa la Wayahudi. Makamanda wa jeshi la Israeli mashariki mwa Jerusalem wakati wa vita ya siku 6 mwaka 1967. Israel bado inasalia kulidhibiti eneo la West Bank na ijapokuwa iliondoka katika ukanda wa Gaza, Umoja wa Mataifa unalitambua eneo hilo kama eneo lililotekwa. Israeli inadai kumiliki Jerusalem kama mji mkuu wa Israeli huku Palestina ikidai kuwa Jerusalem ya mashariki ndiyo itakayokuwa mji wake mkuu wa taifa lijalo la Kipalestina. Ni Marekani pekee inayotambua kwamba Jerusalem ni eneo la Israel. Katika kipindi cha miaka 50 iliyopita, Israel imekuwa ikijenga makazi katika maeneo hayo ambapo takriban raia laki sita wa Kiyahudi wanaishi. Palestina inasema kuwa makazi hayo ni haramu na ni kinyume cha sheria ya kimataifa na ni kikwazo cha kuleta amani, lakini Israel inakana hilo. Hali ya wasiwasi ipo juu kati ya raia wa Israel na Wapalestina wanaoishi mashariki mwa Jerusalem, katika eneo la Gaza na lile la West Bank. Gaza inatawaliwa na kundi la wapiganaji wa Kipalestina kwa jina la Hamas, ambalo lilipigana na Israel miaka mingi Israel na Misri wanadhibiti eneo la mpakani la Gaza ili kuzuia silaha kusafirishwa hadi kwa wapiganaji wa Hamas. Raia wa Palestina wanaishi Gaza pamoja na West Bank wanasema kuwa wanateseka kutokana na vitendo vya Israeli na vikwazo. Israeli nayo inasema kuwa inatekeleza vitendo hivyo ili kulinda dhidi ya ghasia za Palestina. Kwa kipindi cha mwaka mmoja kilichopita kumekuwa na ghasia katika mpaka wa Israel na Gaza. Raia wa Palestina wamekuwa wakifanya maandamano wakiwataka wakimbizi kurudi katika makazi yao katika eneo ambalo sasa ni la Israel. Israel inasema kuwa waandamanaji hao wanatumika kama ngao ili kushambulia. Makumi ya raia wa Kipalestina wameuawa na wanajeshi wa Israel ambao wanasema wanachukua hatua hiyo kujilinda. Vitoa machozi vinarushwa dhidi ya wa waandamanaji wa Kiarabu. Na na mpaka kati ya ukanda wa Gaza na Israel, kuna maswali kadhaa ambayo Israel na Palestina hawawezi kukubaliana. Maswali hayo yanashirikisha maswali kama vile ni nini hatima ya wakimbizi wa Palestina, iwapo makazi ya Wayahudi ya West Bank yanafaa kuondolewa ama yaachwe, iwapo wawili hao wanafaa kutumia kwa pamoja mji wa Jerusalem, na pengine kubwa zaidi ni iwapo taifa la Palestina linafaa kutengeneza pamoja na taifa la Israeli liwe pamoja. Mazungumzo ya amani yamekuwa yakifanyika zaidi ya miaka 25 sasa, lakini kufikia sasa hakuna suluhu ya mzozo huo. Je, ni nini hatima ya mzozo huo? Kwa ufupi, hali hiyo haiwezi kutatuliwa hivi karibuni. Mpango mpya wa amani unaandaliwa na Marekani, ambayo imeutaja kuwa mpango mzuri wa karne hii. Hakuna anayejua kilicho ndani yake, lakini Marekani inasema kuwa huenda itautangaza mpango huo mnamo hivi karibuni. Hata hivyo, Wapalestina wanasema Marekani inaipendelea Israeli na kwamba hawatakubali mpango wowote utakaoandaliwa na Marekani. Israeli inasema kuwa itasubiri kuona ni mpango gani. Iwapo mpango huo utafanikiwa, utamaliza mojawapo ya mizozo mikubwa zaidi duniani lakini iwapo itashindwa, vita itaendelea kufikia. Hivi sasa 2024, 2025, mapigano kati ya jeshi la Israel na wanajeshi wa Hamasi huko Gaza yamepamba moto, hivyo kuacha maelfu ya watu bila makazi na vifo vingi sana. Wanajeshi wa Israeli wameziba mianya yote kwa Wapalestina waliopo ukanda wa Gaza kupata msaada wa kibinadamu. Pray for Palestine, pray for the world peace. Hii imeletwa kwako na mimi Geoffrey Kagimbo. Na hii ni official Koo TV. Kwa makala zingine endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii at official Koo TV, Instagram, Facebook, Twitter lakini pia TikTok. Lakini pia hii makala utaipata YouTube at official Koo TV. Mpaka wakati mwingine. Kwaheri.